Taarifa tu ambayo ilitokea ili mtandaoni na ikaendelea mtandaoni jana usiku, na jana usiku ule ule Azizi alinitumia message ah, uh, baka anapenda kuniita mzuri, ba bwana, hili jambo nilisemee. Nikamwambia bwana, hao ni mambo tu ya mitandaoni ya, usijishughulishe sana wewe, focus na mpira tena, nayo hayo tuachie sisi, tutaweza kuupa yajibia, kama nikajua ni mambo tu ya kimtandao kiukweli lakini asubuhi leo umekuwa mjadala kwenye vyombo vya habari kwenye redio mbalimbali umekuwa mjadala mkubwa hapa leo. Sahihi kabisa, fanya jambo zuri ndugu yangu. Na haya ni maeneo yangu ya kuja kufanya shopping ndugu yangu, hapa GSN Plaza, ambayo zamani ilikuwa inaitwa Mkuki House. Najua zamani ilikuwa natoa Kigamboni naenda mikocheni GSM Home kule kufanya shopping ya ndani. Nataka hmm, kubadilisha makochi, kubadilisha kitanda na ende GSM Home kule Mikuche. Lakini sasa hivi nimeongezwa duka hili la GSM Home hapa a uh, GSM Plaza. Zamani sembamba za wapi? Ni Mkuki House zamani. Sasa hivi ndio GSM Plaza. Yaani ukiwa unatoka Keko, hmm, kikunja kulia kwa watu ambao wamekulia Keko hapa mimi basi Keko sijui vipi hapo. Kikunja tu kulia hapa. Lilikuwa jengo zuri zaidi kuliko yote Keko. Mataya mataya kamata hapo, unakunja mkono wa kushoto jengo la kwanza zuri ndio ambako nimekuja kufanya fanya shopping kidogo ya ndani, badilisha viti. Tunaona huko, bwana anasema kwamba ana madai uongozi wake, anaidai Yanga. Sasa kilichokwenda mbali zaidi, wakapigiwa simu pia watu wengine ambao wamejitambulisha kama ni wasimamizi wa Azizi na wakathibitisha kwamba Azizi anadai. Na Azizi mwenyewe mara ya pili hakusubiri ushauri wangu, nimeona tu mwenyewe mwenye muta mwenye na posti yake mtandaoni kapandisha, akikanusha kwamba hadai chochote kwenye klabu yetu Yanga Africa Sports Club hasa pale nikajiuliza, sababu jana hizi tu ni mambo ya kimtandao, lakini asubuhi ya, ya leo na mjadala ukawa mkubwa, na nini, na, na mtu akatokeza akaja kuongea nikahisi ile jambo halijafanyika kwa bahati mbaya. Eh, labda kuna mtu alikuwa na dhamira yake, na huyu kijana aliandika hii story, mkifuatilia vizuri, juzi alikutana na mzee fulani hivi akaposti mwenyewe ule kijana kwamba wamesameheana, sijui walikoseana nini na yule mzee, kwamba tumesameheana, huyu mzee sasa hivi ni laini yangu. Sasa tukawa tunajiuliza katika hiyo line, labda ameanza kufanya majukumu yake yule kijana. Lakini azizi mwenyewe amezungumza kwamba haidai klabu ya Yanga, na nitumie fursa hii kuwapa kuwakumbusha ndugu zangu waandishi wa habari, sisi hatutakiwi kubanwa kwenye kufanya kazi zetu, maana kuna uhuru wa vyombo vya habari. Tunatakiwa tuwe huru kufanya kazi zetu, lakini kazi zetu zina misingi yake zina miiko yake zina taratibu zake za kufanya. Sio kwa sababu tu tuwe huru, basi ndio uhuru wa manyani. Ni uhuru ambao kitaaluma umeelekezwa zamani. Wakati mimi naanza kazi mwaka elfu mbili kumi na tatu unajidanganya kwamba utakuja kuwa Neymar sawa. elfu <laughs> mbili kumi na tatu, wakati mimi naanza kazi tulikuwa tunakwenda newsroom unapata tip ya habari, alafu mhariri wangu uh, Hassan Bumbuli, Jimmy Chika uh, mzee wangu Malima wanakuambia hiyo tip siyo habari, yaani ukisikia uh, Isaya Dede kaoa, hiyo ni tip, siyo habari kamili. Unataka kutokea pale, sasa uifuatilie hiyo habari, na kuifuatilia maana yake ni kubalance kwenye habari, uweze kujididisha, ka unatoka pale, tunatuma DRFA tunatumwatff na habari maelezo, unakwenda kukusana taarifa zako unazibalance, unarudi ndio jioni, taarifa inaandikwa hivi na hivi. Sasa sasa hivi nafikiri kwenye hizi zama za digital hizi tumesahau baadhi ya, ya misingi ya uandishi wa habari. Kuwa na tips si jambo baya, lakini fuatilia alafu, miiko ikoje? Kwa, kwa mfano kanuni ya hamsini na saba inayoongoza ligi yetu inasema hivi Wachezaji wote namba moja, wanatakiwa wawatambulishe wasimamizi wao kwa vilabu. Namba mbili, wasimamizi hao wanatakiwa na leseni inayotambulika na FIFA ya kuwa wasimamizi wa wachezaji. Kwa maana yake kama kanuni ndio muongozo wa namna hiyo, we mwandishi, ukenda kumhoji msimamizi wa mchezaji, kinachokuongoza kina ni nini? Ni kanuni, kwamba huyu mtu ninayemfanyia mahojiano haya anatambulika ni mtu ambaye amebeba uh, sifa za mi kumhoji, ni credible source nikimpata. Sasa mtu hana leseni msimamizi, maana yake tayari mtu huyu kikanuni hana haki ya kumzungumzia huyu mtu. Wewe ukimhoji sasa na unafahamu kuna kanuni inayoelekeza wewe, tunakutazama sisi kwa macho tofauti tofauti. Ndio kilichotokea kitendo cha Azizi kusema kwamba yeye ni mchezaji wa Yanga na haida-h haidai haida, haida, chochote. Mambo yake mkataba indirect amemkataa na yule bwana, mlikuwa mna mmoja, sio anaitwa nani? Inde, kamkataa indirect, sio malaki. Kitendo cha kusema kwamba mimi si dai kamkataa, ikatengenezwa ajenda kwamba tumeongea pia na TFF wamethibitisha kesi ipo. Mimi nimemsikiliza vizuri mzee wangu wa mbura asubuhi, kaongea kasema kesho kamati nakutana, kama hilo shauri lipo tutaona. Mimi sija sija, sija sija, sija sija, sijaona sija, sija, kesho kamati ile ya sheria suda wake inakutana, haimaanishi inakutana na kujadili jambo Azizi. Nakutana kwa sababu mambo yako mengi ya kujadiliwa. Hakuna aliyethibitisha kwamba kesi hii ya Azizi ipo, na ingekuwa kinyume na na, na, na, na miiko ya uongozi, bali kama wangefema wangesema kwamba kesi ipo hii nasikizwa kesho. Hapana, sema kamati kesho ya komengi ya na kukutana kesho, pendekezo yako mengi na kwenda kusikilizwa, bali kwa ile jambo kilifuatilia vizuri ni mwendelezo wa ajenda zile zile za baadhi ya watu kutaka kuichokonoa klabu ya Yanga. Nilisema mimi kwenye mkutano wa waandishi wa tulizungumza, nikasema leo sita mention majina, lakini Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, watu hao wa wameanza kujitokeza kabla ami kama huyu anatumwa, huyu anatumwa, huyu wameanza habari, ya mi kusema kwamba huyu anatumwa huyu anatumwa, wenyewe wameanza kuja front na kujidhalilisha kwa sababu unapotoa habari alafu habari hiyo ndani ya dakika mbili ikakanushwa na chanzo namba moja, kwa sababu kwenye hii kesi ya Azizi chanzo namba moja ni Azizi mwenyewe. Kama yeye anasema sidai, wewe una fosi unadai? Sasa e, hiyo shughuli nzito she Hey, kama mtu anasema mimi sidai, wewe unamwambia unadai na kesi yako ipo, ah, tuone kesho basi, bwana, mwamke TFF pale mjichague nani hapa anakiwalaza ana, ana, ana kilani ana panki, wewe unaweza kumwakilisha Azizi unapanki mrefu wewe, utakupa jezi pale Yanga uende pale baada umekuja hapa jana, iliandikwa mwakilishe Sababu sikuwa na mimi siki ukweli, toka jana niliona ni habari tu ya mtandaoni ambayo mtu kaandika ya kuzusha, lakini leo nimeona how serious hiyo habari iko, na mtu anipigia mimi simu ku balance, eti anakuja ku balance baada ya kuharibu. Hebu jambo kashari, ni nani shajadiliwa? Hebu tumpigie hapo ale kama tusikie anasemaje kwa bwana hiyo. Hey, ni habari tu za za, za, za, za, za kubuma hizo, zimetengenezwa tu, kamwe bwana.